nimekaa wenzangu, wananiita kwenye maombi. Mimi toka yaani, toka nimelelewa, nimeokoka, nimelelewa kwenye misingi ya huduma ya Tanzania, tu kwao, nimelelewa sana kwenye misingi ya maombi sana, neno sana. Akisema tuombe hapa, naweza nikabaza kama saa matano niko tu chini, nihali ninaomba tumshe ukupe hali kwanesisi

mimi ananiweza, kumbe asijue ndani yangu ni ni ni nimechukua chapa za Yesu. Nimeshamwambia mpaka niende kulala. Hata kama sikusoma, <laughs> <laughs> ni kwa sababu sina cheti. Ukisikia kwa kwa Kiingereza degree, mwana na hivi hivi nilivyo, kwa sababu ni katoto ka Mungu, ninapendwa. Amen. Kuna siku moja Yesu naye nilitoa uti akanikomesha, nikapeleka kwa sauti ya Afrika. Amen, nimeondoka, sio kipindi kile kilipokuja, nikaja kwa kongamano huko kwenu, ndege ya kwanza kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam, sinapanda na Waafrika wenzako ndege

Unapoamua kuokoka lazima Kristo afunuliwe kwenye maisha yako. Lazima maisha yako yamtangaze Kristo. yes, yes, ili unapoingia unapotoka, unajua, watu hawaoni kwa sababu unaongea, wanaona kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Petro pamoja na kuto kujitambulisha kwake, walimwambia hata kuongea kwa kwako kuna kutambulisha wewe ni mwana wa nani? Haleluya! <laughs>

ukimtumikia Mungu anakuheshimisha. Amen. Acha wokovu wa kuingia na kutoka ambapo umtangulishi Yesu kwenye maisha yako. Unajua katika watu ambao Mungu alinainua haraka kanisani. Katika wazee wa kanisa na mimi nilikuwa ni mmoja wapo. Amen. Kwa sababu nini? Nimetunza unyenyekevu, nimetunza wokovu, ninamheshimu Mungu. Maana Biblia inasema tumuogope yeye, yeah, yeah, anayefisha yeah, roho pamoja na nini? Yaani unajua wengi wanaishi kwa kumuogopa mchungaji, kwa kumuogopa askofu na kupapole. Ukimweshimu Mungu lazima na yeye akupe heshima chini, yes. Jina la Baba yes, libarikiwe. Ukimwafu Mungu lazima na yeye hawa upange wako, jina la Bwana libarikiwe. Hee, nilienda katolo

Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa mjue sana Mungu ili upate kuwa na nini? Amani, ndipo mema yatakapo kuchilia kuna Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nilipofanikiwa nikafungua duka la kwanza nikiwa kwa Yesu, nikafungua duka la pili nikiwa kwa Yesu, nikafungua duka la tatu nikiwa kwa Yesu. Nikaanza kuwa napenda hela sana kuliko kumpenda nani. Niko kanisani kama kivuli lakini moyo wangu uko nje. Ndio maana nasema watu wengi wananiabudu katika midomo lakini mioyo yao iko wapi? Unawezekana uko hapa lakini unaweza shamba lako lile

Ni na tumpende Mungu, tumpe samani Mungu. Ukimheshimisha Mungu, naye atakuheshimu mimi. Ni mtoto nilizaliwa katika familia ya hali ya chini sana, unajua chini, lakini Mungu. Na Mungu alivyo mwaminifu, nakwambia alitoa chini na akanipandisha wapi? Kutoka duka moja kwenda matatu, sio mchezo. Sasa ukiona Mungu anakupa

ukijiona kubwa na Mungu atakuweka kuwa unapojiweka, una mtoto na Mungu atakufanya kuwa mtoto na hauwezi kupokea ulisi mkubwa kwa Mungu ili, ili, ili kwa aku. Mungu akulisishe mali ili Mungu akulisishe mafanikio ili Mungu akulisishe matokeo makubwa kwenye maisha yako, lazima umlingane Mungu. Ndio maana nasema yale alipomlingana Mungu, Mungu alimwondoa katika uzuni yake. Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe wana tu unajua, unajuala mali zetu zinachukuliwa na wageni wa yaani watu wa mataifa, wamekuwa na mafanikio kuliko wana wa Mungu. Ni kweli, si kweli? Na ndio nasema alifanyika maskini ili sisi, kwa nini kule utajiri tunakuwa tuna uwesabu kwa wengine halafu sisi tunabakia watu

Mimi frani, kuna siku moja dada mmoja akinitambulisha, Mimi frani, mimi frani vipi frani? Unatoka o, niko Dar es Salaam. Mbona siku hizi huonekani? Nikawambia, sionekani, mimi nilifilisika mwenzako. <laughs> Sema, sasa kama ulifilisika, mbona sisi tuko wenzako hapa tuna mali zote. Sema chochote chochote, nataka kukushushia. Nakwambia, mimi kazi